Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao na saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku huu ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita, Magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa na hali kiasi, ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Huko maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Hata hivyo, kiwango cha juu zaidi cha joto kwa siku ya kesho kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 33 katika mkoa wa Kilimanjaro. Mifumo ya anga bado inatuonesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, huku mamlaka ya hali ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio ya kuwepo vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mkoa wa Kigoma, Katavi, Rukwa, Songwe pamoja na Mbeya wakazoa maeneo hayo ni vyema kuchukua hatua stahiki. Mbele mtazamaji, kwa kesho ni matarajio yetu katika maeneo ya magharibi mwa nchi, mkoa wa Rukwa, Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Mkoa wa Ruvuma, Songwe, Mbea, Iringa, Njombe, kanda ya kati, ukanda za Victoria na pwani ya kaskazini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua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 Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe ishirini na moja. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo na mvua. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo na mvua, mvua, mvua nyepesi kwa siku ya tarehe ishirini na moja ni kusi. Uendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.